Mi nafahamu kwamba utajichukia sana kwa kuhusu huu ujumbe, na huu ni ujumbe wa wale ambao uwaga hawaishi kwenye msimamo wao. Usitamani tena kuwaiga watu fulani ambao ulishagawahi kuwaona kimaisha, kwa sababu unapowaiga watu fulani ni pale ambapo unakopi tabia fulani ambazo zitaangamiza maisha yako na hufahamu jinsi gani alivyofahamu alivyoumbwa, ufahamu nyota yake. Kwa hiyo napomwiga mtu fulani haitakuletea mazoea, lakini mazoea ni tabu na ni shida. Kwa hiyo pambana na kujitafutia njia ya ya vinafsi sana, njia ambayo itakuwa yako ya pekee ya kufanikisha maisha yako. Usitafute njia ambayo itakuwa kabisa mfano wa wengine, kwa sababu kuna wengine ambao wage wanatafuta njia ya kufanikiwa kama wao, wanakuwa nasemaga, da hawa huyu huyu amefanikiwa kwa sababu aliiga mfano wangu aliiga njia yangu, na hiyo nakuletea kuzalalika kimaisha. Kwa hiyo unapotafuta kuwaini maisha au kufaulu maisha au kuyapata maisha, tafuta njia yako binafsi. Huenda kwenye hiyo njia yako binafsi kuna baraka fulani, lakini huenda njia ambayo utakayoshika mtu ambaye alishaga wahi fanikiwa mtu fulani huende tangamiza maisha yako na kupeleka nyota yako <laughs> sijui upo na mimi.